Shirika la Action Aid kanda ya Mafia wameandaa kikao maalum cha kutoa tathmini ya mambo walioyafanya mwaka ishirini ishirini na nne na wanayotarajiwa kuyafanya ishirini ishirini na tano kata ya Kiegeani tarafa ya Kusini. Akizungumza katika tathmini hiyo mratibu wa shirika la Action Aid kanda ya Mafia, Samuel Shalshoi ameeleza kwa mwaka huu ishirini ishirini na tano wamejipanga kuhakikisha wanasaidia jamii hasa sekta elimu kwa kujenga vyoo vya mfano katika shule ya sekondari Kitomondo pamoja na kuwafikia wakulima wa mwani kwa lengo la kuongeza thamani ya zao hilo. Mwaka huu kama ambavyo mwaka jana tulifanya kazi na, wana, na, na, na wakulima wa mwani tutaendelea tulipoishia kwenye ule mradi wa kuwasaidia wa, wa, wakulima wa mwani wanawake wilaya ya Mafia, na mwaka jana ilikuwa ni kuunganisha vikundi kuunganisha vyama vya ushirika kutoa mafunzo la ambayo pia yamezaa yame matunda kwa hiyo sasa tunaenda sasa kuongeza thamani, tunataka tushirikiane nao na wakulima, serikali na wadau wengine kuwasaidia wakulima wa mwani, wa mwani wa kutoka kwenye hivi visiwa na, lakini hususan pia wilaya Mafia, mba, ya Mafia kwamba wataongezaje thamani juu ya, ya, ya, ya zao la mwani, badala kuuza mwani ambao haujachakatwa washiriki waingie sasa kwenye uchakataji wa mwani kwa sababu mwani ni, mwa, mwa, ni rasilimali ni mwani ni bidhaa ambayo tukiitumia vizuri itasaidia pia kupunguza umaskini miongoni mwa wanajamii. Hilo ni eneo ambalo, eneo la kwanza ambazo tutalifanyia kazi, lakini eneo la pili ni eneo la usafi wa mazingira pamoja na mao, maji, upatikanaji wa maji kwenye maeneo yetu ya, ya shule. Mradi wetu, tumekuwa na mradi wa wa kuhamasisha jamii kufanya maboresho kwenye eneo la usafi wa vyooni usafi wa mikono mashuleni kuhakikisha kwamba vyoo vyetu sasa vinaunganishwa na maji tiririka, vyoo vyetu vinakuwa na vyombo na vyumba vya hedhi salama. Kwa hiyo pia huo mkakati bado tunaendelea nao kwa sababu aa, tuna kampeni yetu inayoitwa chooni maji, kwamba shuleni sasa tutoke kwenye ma, vyoo vya matundu ambavyo havina maji alafu tuende sasa kwenye vyoo vyenye vyenye maji, lakini kwa mpango kuonyesha mfano mwaka huu tutategemea kutoa a, pesa shule yetu ya sekondari ya Kitomondo ili kujenga choo cha mfano ambacho ni cha mfumo wa wash, ambao tuta itasaidia sasa kutoa sasa taswira kwamba tunataka nini, lakini pia hatuja msahau mwalimu kwenye mpango mkakati wetu, kwamba tunategemea pia kwa kushirikiana na wilaya ama ambao tunashirikiana nao kwenye ujenzi wa vyoo, tushirikiane nao tuchagize na sisi upatikanaji wa nyumba ya mwalimu pale Kilimahewa lakini sio hayo tu, tunategemea kwa mwaka huu aa, tuangalie uwezekano sasa wa kununua vitendea kazi kwa wakulima wetu wa mwani, kama tutapata mashine hata za bei ya kawaida ili waweze kushiriki katika kuchakata zao la mwani. Lakini katika eneo lingine ambalo tume tumedhamiria kwa mpango wa mkakati wetu wa mwaka elfu mbili na ishirini na, na, na, na tano ni pamoja na eneo la na, la vijana. Eneo la vijana tunajua kabisa mabadiliko ya tabia nchi ni mabadiliko ambayo ni, ni athari athari zake zinahusu jamii, jamii nzima. Lakini tunataka sasa tushirikiane na vijana kuhakikisha kwamba tunawapa uwezeshaji wa kuhakikisha kwamba fukwe zetu azi zinapata uhifadhi mzuri kama watashiriki kamilifu katika uoteshaji wa mikoko, lakini pia kana namna gani watakuja na mpango mkakati wa kukinga kwa uh, fukwe zetu zisiwe zina uh, momonyolewa na na maji au na mawimbi kwa ujumla hilo ni eneo ambalo pia mwaka huo tunategemea kulifanyia kazi, lakini eneo lingine ni eneo la, la, la haki za wanawake. Tunategemea kwamba tutaendelea kuwasaidia au moja sauti ya wanawake Mafia kuendeleza harakati za kupambana na ukatili. Mbali na hayo, viongozi mbalimbali wamehudhuria katika hafla hiyo na kupata nafasi ya kuwapongeza Action Aid kwa kujitoa na kuisaidia jamii sambamba na kuyaomba mashirika mengine nao waige mfano huo. Leo tulikuwa tuna kikao na shirika la Action Aid kuzungumza kujadili pamoja na kuangalia ku, tathmini ya shughuli zote walizozifanya kwa, wa, kwa mwaka uliopita wa kwa mwaka na wa 2024, ambayo katika idara yetu ya maendeleo jamii Action Aid tunashiriki ya tunashirikiana nao vizuri katika mambo mbalimbali, kwa mfano kupita mashuleni kuzungumza na watoto kujua haki zao, watoto kujua mambo mbalimbali ya kiukatili wanayopitia, pia kuunda klabu mbalimbali za michezo pamoja na za majadiliano ya mambo mbalimbali yanayohusu watoto mashuleni. Naomba nitoe wito kwa mashirika mengine ambayo yapo katika wilaya yetu ya Mafia. Tunawakaribisha katika kata yetu ya Kigani kushirikiana na sisi katika ku kujenga mambo mbalimbali yanayohusiana na jamii ili jamii iweze kunu, kunu, kunufaika na shughuli zao wanazozifanya. Tunawakaribisha. Baadhi ya wananchi wakulima, na wazee maarufu ambao ndio walengwa wakuu wa mkutano huo wameeleza kwa sasa changamoto kubwa wanayokumbana nayo hasa wakulima wa mwani ni kukosa kwa wanunuzi wa uhakika wa zao la mwani, hali ambayo inapelekea kuwarudisha nyuma wakulima na kuiomba shirika la Action Aid kwa kushirikiana na serikali ya Mafia washirikiane kulitatua hilo ili wakulima wa mwani waweze kunufaika na kilimo hicho. Mimi ni Hadija Waziri na hii ni Haswa TV. Tumenufaika kutokana na Action Aid kutupatia elimu kwanza, jinsi ya kupanda mwani kisasa na jinsi ya kutengeneza hizo bidhaa zitokanazo na mwani kama mafuta na sabuni, na Action Aid iliweza kuanzisha mashamba darasa kwenye kata ya Jibondo ili kwamba wananchi waweze kuwa kuondokana na tatizo la mbegu, hilo nalo limetusaidia, lakini pia tulikuwa tuna changamoto ambazo zinatokana na mnunuzi wa mwani kwa sababu kwenye wilaya Mafia mnunuzi yuko mmoja. Kwa hiyo tulikuwa tuna kuna changamoto, bei inakuwa anajipangia yeye mwenyewe, lakini tulikuwa tunaomba serikali itoe fursa, wanunuzi wawe wengi ili kuwe na ushindani wa ununuaji wa zao la mwani, kwa sababu kwa sasa hivi tukiangalia kwenye wilaya Mafia katika mapato pia mwani inaingiza ne, mapato ya pesa nyingi. Kwa hiyo kama serikali itatoa fursa kwa hiyo wana kijiji au tuseme wana Mafia, wananchi wa Mafia watahamasika kulima zao la mwani kwa kila kijiji ambao viko katika ukanda huu wa bahari, ili kuongeza pato pia la halmashauri, ili kuondoa changamoto hizo. Fursa iwepo wazi, yani wanunuzi wawepo, wawe wanaingia, kuwe na tenda, kuwe na ushindani wa ununuzi wa zao la mwani. Nashukuru sana Action Aid kwa kutukutanisha leo katika mkutano huu na kuhamasisha hamasa ya mwaka wetu elfu mbili ishirini na tano na tunawatakia tunawatakia Eid Mubarak njema na katika mfungo mwema, na mmetuweza kutuhamasisha katika mkutano, katika kilimo cha mwani, upandaji wa mwani na elimu ya mwani pia kukomesha ukatili wa kijinsia, na na tunaomba serikali iwasaidie katika mambo haya. Tupo katika kipindi cha tasmini ya ma, ma, ma, matekelezo ya mwaka elfu mbili na ishirini na nne kuelekea ishirini na tano yaliyofanyika na Action Aid. Kwa vijana jinsi tulivyotugusa katika masuala ya tathmini, kwanza Action Aid wamefanikiwa kutunganisha vijana wa wilaya ya Mafia kuwa kitu kimoja, lakini vilevile vijana kujipatia fursa mbalimbali katika mwaka huo. Katika swala la vijana kwamba Action Aid walianzisha vikundi kuanzia ngazi ya kijiji, ngazi ya kata mpaka wilaya. Lakini vile vile vikundi vile vile vilijiwezesha na kuweza kuchukua mikopo walijiwezesha kufanya kujiwezesha katika dhana za kufanya biashara. Kwa bia mfano tukichukulia kata ya Kilongwe walijiwezesha kwamba kuweka mra, walizindua mradi wa kokoto, kwa hiyo vijana wengi walijipatia fursa pale katika mradi huo wa kokoto na wakajiajiri pale Kigeani tulijiwezesha katika mradi wa kuweka mashine ya, ya nini, ya mafuta ya nazi. Vile vile vijana walijipatia fursa ya uwekezaji, ingawa mwishoni lile swala lilienda, lakini wakashindwa. Lakini pale mwanzo fursa zilikuwa zinapatikana na vijana wengi walikuwa wanakuja, lakini vile vile vijana wengi walikuwa wanajua kwamba hey, ili swala kwamba linaweza likatusaidia kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine.